uwepo wa uhuru wa kuabudu humu Nchini, ni swala ambalo limeibua makanisa mengi na vilevile vile dini. Huenda ni kutokana na uhuru huo ndiposa mzee mmoja mwenye umri wa miaka zaidi ya sabini ameanzisha kanisa lake katika kaunti ya Bungoma huku akijiandikia kitabu chake kitakatifu. Robert Wanyonyi na taarifa hiyo. Mimi ndiyo njia ya Mungu, sasa mnasikia, mimi namwambia annatano ni maneno yake mzee huyu kwa jina Nabii Yohana wa tano, kiongozi wa kanisa jipya liitwalo muungano kwa makanisa yote. Hakuna tofauti, tunaonanga Roma tuko na Roma ni kato kato mm. Vatikani tuko hivi mm. Sinai tuko hivi mm. Hii ni kanisa ya watu wote. Mzee huyu anayeishi katika kijiji cha Nandolia katika kaunti ya Bungoma ameibuka na madai yasiyothibitishwa kuwa yeye ni nabii wa mwisho aliyetumwa na Mwenyezi Mungu kuwaokoa wanadamu. Mimi saa hii niko na sanduku la Mungu laka laka, mbaye taongoza nyinyi katika ulimwengu hii wa miaka elfu kumi na nane na miaka 46. Cha kushangaza ni kuwa Nabii Yohana ana wake 36 na watoto 99 huku akidai kuwa nabii watatu kuwahi kutumwa na Mwenyezi Mungu duniani baada ya Musa na Yesu Kristo. Mimi niko na, na, na watoto 98. Wamama naishi nayo ambayo wanasaa watoto wote wanalinda, sai niko na wanawake 36. Aidha, amejiandikia nakala yake ya Bibilia yenye vitabu tisini na tatu ambayo ameipatia jina la Agano Mpya na ya Mwisho. Vilevile vile, ameandika amri kumi na mbili ambazo anadai kupewa na Mungu, tofauti na zile amri kumi ambazo Mungu alimpa Musa juu ya mlima Sinai. Mtu mzuri ni mwenye anatii Mwenyezi Mungu kama muumba Iyo ni kumi na moja. Baadhi ya vitabu vyenye majina ya kushangaza katika nakala yake ya bibilia ni kama Agnes, Jofrey, Emanueli na mfarisayo Paulo, miongoni mwa vingine. Anadai kuwa imemchukua takribani miaka sitini na minane kuandika kitabu hiki kitakatifu baada ya Mungu kumtokea kwenye ndoto akiwa na umri wa miaka saba pekee. Na hii sanduku la kano Mungu alinipa mwaka wa 48 na na nane mpaka sasa ni miaka 68 na nane sasa. Nataka mutu Mukenya, wewe na Muafrika mw mwingine, mchamniokoe na hii sanduku la la kano, msomeshane Yohana anajigamba kuwasajili wafuasi 96 hadi sasa, huku akisema kuwa analenga idadi ya wafuasi elfu tano ambao wataiendeleza injili kulingana na maono yake dunia mzima. Ni falsafa ya kushangaza bila shaka, lakini wakati sambuli ya watu aina ya Yohana wanapojitokeza katika jamii, ni swala ambalo linawaacha wakenya wengi na maswali, huku wakijiuliza, je, watu hawa wanajitokeza kwa misingi ya kuwepo kwa uhuru wa kuabudu ama ukosefu wa maadili katika jamii. Robert Wanyonyi, KTN leo.